Kitu kikubwa ambacho wamekipata kileo na wana kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata kagoli kamoja mbele ya, ya, ya, ya, ya Simba lakini isingewezekana wao kupata ushindi ama hata kupata alama moja kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. E, tuliweka heshima, tuliweka mpira chini tukaangalia namna gani tunaweza tukawafungua. Kipindi cha kwanza ikawa ngumu, kipindi cha Meneja Limi Tarpantev akabadilisha mipango yake ya kiufundi sanjari na kubadilisha wachezaji, na tumeona imetulipa, tumepata mabao mawili na almanusura tupate bao la tatu la elimu panzu. Lakini yote kwa yote sisi tunao furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumeopata. Tumeendeleza e, maximum winning na 100% winning kwenye mechi zetu, mechi tatu tumeshinda mechi zote. Hakuna timu yeyote ya ligi kuu ya Tanzania msimu huu ambayo imefanikiwa kushinda mechi tatu mtawalia ni Simba Sports Club. Hmm. Nimeridhika, nimeridhika 100%, of course bado kuna kazi kubwa ya kuendelea kufanya kuiboresha timu yetu eh, kuweza kutumia zaidi na kutengeneza zaidi nafasi hiyo. Ni kazi ya mwalimu wetu Dimitar Pantev. Sisi mashabiki tumeridhika, tulikuja kupata ushindi, tumeupata ushindi, tuna ganga ya jayo. Bwana Moris Abraham kwa alichokionyesha, kuna labda anakuja kama Lamine anakataa, kuna labda anakuja kama Messi anakataa, namzungumziaje amekuwa kila akipata nafasi ana, ana, anaonesha ubora wa hali ya juu sana. Tangu amekuja, hii ni mechi ya tatu ya ligi kuu. Tumecheza mechi nne za kimataifa zote hizo, ambazo amepata nafasi, aidha akianza, anakuwa na mchango chanya, akiingia kutoka kwenye mabadiliko, anakuwa na mchango chanya. Ni mchezaji wa daraja la juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia, anakuwa na option nyingi. Anaweza akakatiza uwanja akaingia kwenye goli, anaweza akapiga pasi mtelezo, anaweza akashut. Ni mchezaji ambaye amekamilika kwa asilimia mia moja. Basi mtelezo ni ile ambayo e, watu wamekaa wengi kwenye kikundi alafu unapenyeza katikati yao, inapasua. Ndicho ambacho alifanya, hata kwenye utengenezaji wa goli la pili alipenyeza katikati ya mabeki watatu wa JKT wakatamani waka kama kuigusa hivi ikawaporochoka, ika, ika, ika, ika ikamkuta simba sefunga, e, ikamkuta simba mweusi akafunga. Waleti mechi zote mlizocheza ametoa, uh, man of the match leo ilikuwa ni zamu ya Wilson Nango. Tulijua moja kati ya silaha ambayo tutaitumia kuwaangamizia kuwa JKT Tanzania ni silaha mbili ya Wilson Nangu pamoja na, na, na Yakubu, ya Yakubu Suleman na imetulipa ime, ime, ime, ime kwanza imeonyesha tuli, tuli ni kwa nini tuliwaamini na kuwasajili, lakini inaonyesha ni kwa namna gani ilikuwa ngumu kumsajili mchezaji aina ya Yakub pamoja na, na, na Wilson Nangu, na leo wamefanya kazi kubwa. Wilson Nangu ameebuka shujaa anakuwa mchezaji bora eh, wa mchezo huu wa leo, lakini kama haitoshi ndio mchezaji ambaye ali eturejeshea pumzi na matumaini wanasimba baada ya JKT kuwa ametutangulia pumzi ikaanza kukata, watu wakaanza kukata tamaa, lakini ni Wilson Nango alisema ya kwamba turejee katika mchezo kwa kufunga goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC, lakini ni goli la pili tangu amekuja Simba Sports Club. Kwa lugha nyepesi, yaani kwa lugha nyepesi kweli kweli mabeki wetu watatu wakati wana magoli mengi kweli kweli. Uh, Wilson Dangwa ana magoli mawili, moja kwenye Champions League, moja kwenye ligi kuu ya NBC. Uh, Inspector Karabwa Shamo ana goli moja, moja mawili, nikumbusheni, ana goli moja mm-hmm. Rushine De Rock ana magoli mawili. Uh, Rushine De Rock ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo hivyo kwa Wilson Nangu ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi katika ligi kuu ya Tanzania. Hii inaonyesha ni kwa namna gani silaha hii ambayo tuliichukua kutoka JKT iko timamu kwenye kuitumikia Simba Sports. Ndio tuseme bahati njema kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo leo, tuliko ugenini, nyumbani Uh, ugenini ki, ki, ki, kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya, ya wingi wetu eh, lakini nyumbani kwa maana ya kufu, kufungua E, Bismillah, matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kila kitu kimekwenda vizuri na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani leo kuja kutusapoti. Nilikuwa napata hofu sana e, wangetuacha, wange peke yetu e, tungejisikia tunge, tunge unyonge na kama haitoshi, JKT na vijana wao fulani hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana leo nadhani hawajaja. Sasa nikawa nawaza majukwaani wakitawala wale vijana wa JKT wamenyoa vipala, wanacheza na kushangilia muda wote, sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia unyonge. Lakini washabiki wetu wamekuja kwa wingi, na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa makubwa, wamekuja nayo, na tumeikamata Meja Isamuhyo. Tumefurahi. Ni wapongeze mashabiki wote ambao wamekuja uwanjani na utaratibu ambao wameutumia kuja uwanjani. Wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja, kwa sababu eh, logistics za usafiri kwa huku Mbweni ushuani ni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake kwa hiyo dadala ni changamoto, dadala zinapita kula bunjo, lakini leo eh, dadala zinapita huko kule, uchukue tena magenigeni, uchukue bodaboda nyingine tena uje mpaka huko. Sasa walichokifanya mashabiki wa Simba ni kwamba wametengeneza kwa utaratibu, kila tawi, kila kundi wanachangisha nauli zao, wanakuja uwanjani gari na paki hapo, ikiisha mnaingia kwenye magari yenu mnarudi mjini, na mechi zinazokuja ambazo sisi tutakuwa nyumbani hapa Meja Isamuhyo waje kwa mtindo huo huo, tuendelee kuiunga mkono Simba yetu huu ni mwaka wetu ya. Bila shaka kuna ujumbe ameupata eh, kupitia mechi hii eh, ujumbe wenyewe ni kwamba hii ligi ni ngumu kweli kweli hawa JKT Tanzania kwa namna ambavyo wame, wameonesha kiwango bora kileo, bila shaka mwalimu ana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha vijana wake, kwa sababu eh, kitu kizuri ukianza na ugumu inakufungua zaidi ya akili, ufanye maandalizi makubwa zaidi, kwa sababu kunakoelekea unaamini patakuwa pagumu. Lakini ukianza na mchekechekea, unampiga mtu bao nne bao tano, psychologically unakwenda kuamini ya kwamba ligi ya Tanzania kumbe ni mseleleko namna hii. Lakini ukianza na, na, na, na watu chuma namna hawa kama JKT, bila shaka mwalimu eh, kuna homework kubwa ambayo ameipata hapa na anakwenda kuifanyia kazi. Kuifanyia kwake kazi ni faida kubwa kwa maendeleo ya Simba Sports. Kuhusiana na kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye michuano ya kimataifa bado mko pale pale, sisi tunatumia Benjamin Mkapa, nowhere to go mechi zetu za nyumbani zitakuwa Benjamin Mkapa. Sasa sasa sisi mtabaki wenyewe. Ewa. Kimsingi lazima mtambue kwamba Benjamin Mkapa is not for everyone.